Kifo cha Papa hutafsiriwa kama tukio la kihistoria katika Kanisa Katoliki ulimwenguni. Wakati huyu kiongozi muhimu wa kiroho anapofariki, huwapo mfululizo wa matukio na taratibu za kina zinazofuatia, zote zikiwa zimewekwa na kufuatwa kwa umakini mkubwa kwa karne nyingi. Sasa taratibu huwa na maana kubwa ya kiteolojia na kiutendaji, zikiwa zimekusudiwa kulinda utaratibu, mwendelezo na utakatifu ofisi ya upapa. Lakini je, ni mambo yapi ya yanayotokea baada ya papa kufariki dunia? Carissimi fratelli e sorelle con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Kwanza, mchakato huanza mara tu baada ya kifo cha papa. Daktari binafsi wa papa huthibitisha kifo hiki rasmi, akitoa hati ya kifo inayobainisha tarehe na wakati kamili wa kifo. Na wakati huo mwili wa papa huvalishwa mavazi meupe ya kipapa na kuvishwa stola nyekundu. Kwa kawaida, kardinali Chamberlain anayejulikana pia kama Camerlengo, ambaye ni mhusika muhimu katika usimamizi wa Vatican wakati wa sede vacante, ikiwa na mantiki ya kipindi cha kiti kitupu, ndiye anayefanya uthibitisho rasmi wa kifo. Analo jukumu la kugonga paji la uso la Papa kwa nyundo ndogo ya fedha, akiita jina lake halisi mara tatu, siyo jina la kipapa. Wakati hakuna jibu, anatangaza rasmi, kwa kweli Papa amefariki. Camerlengo kisha huchukua jukumu la kuvunja pete ya Papa, ring of the fisherman, na muhuri wa risasi, ambayo ndiyo ishara za mamlaka ya Papa. Hii ni desturi ya kali iliyokusudiwa kuzuia matumizi ya vitu hivi kwa udanganyifu. Katika nyakati za sasa vitu hivi vinaweza kuhifadhiwa au tu kufanywa kuwa batili baada ya kuharibiwa. Kiongozi wa ofisi ya habari ya Vatican hutangaza kifo cha Papa kwa umma akitoa taarifa rasmi kwa vyombo vya habari na kuomba waumini duniani kote kuomba kwa ajili ya roho ya Papa aliyekwisha kufariki. Baada ya kufariki, mwili wa Papa huandaliwa kwa mazishi kwa mujibu wa desturi za Kikatoliki huvalishwa mavazi rasmi ya kimapokeo ya kipapa ikiwa ni pamoja na mavazi meupe, mitri, kofia ya kipapa na kasula nyekundu, vazi la liturgia. Kisha mwili huhamishwa kwenye eneo la wazi ndani ya Basilika ya Mtakatifu Petro ambako waumini wanaweza kupita kutoa heshima zao za mwisho. Kwa kawaida mwili huonyeshwa kwa umma kwa siku tatu hadi nne, huku maelfu ya waumini wakisubiri kwa mstari kwa masaa mengi kuweza kuona mwili. Wakati huu maelfu ya watu kutoka pembe zote za ulimwengu pamoja na viongozi wa dini na serikali hufika Roma kuhudhuria mazishi. Majiji mengi duniani hupanga sala maalum na misa kwa ajili ya papa aliyekwisha kufariki. Baada ya kifo cha Papa, kanisa Katoliki huingia katika kipindi kinachofahamika kama sede vacante, yaani kiti kitupu. Wakati huu madaraka ya kila siku ya kusimamia kanisa husimamishwa kwa kundi la makadinali wakiongozwa na kadinali Camerlengo. Wakati huu pia huonekana kwa kufuta muhuri wa ofisi ya papa na kufungwa kwa nyumba na ofisi binafsi ya papa. Kipindi hiki ni muhimu kwa maandalizi ya uchaguzi wa papa mpya. Makadinali wote wanaostahiki kuchagua, yaani wale walio chini ya miaka themanini, huanza kuwasili Roma kwa ajili ya conclave, mkutano wa siri wa kuchagua mapapa. Wakati huu wanazungumza hali ya kanisa na kuchunguza sifa za wagombea wanaoweza kuchukua nafasi hii muhimu. Mazishi rasmi ya papa yani Novem Diram hufanyika kati ya siku tano hadi kumi baada ya kifo. Mazishi rasmi ya papa yani Novem Diram hufanyika kati ya siku tano hadi kumi baada ya kifo chake. Sherehe hii kubwa na ya kihistoria huwa na matambiko ya kidini yenye hadhi ya hali ya juu ambayo hufanyika kwenye uwanja wa Basilika ya Mtakatifu Petro. kardinali maaskofu, mapadri, viongozi wa nchi na wakuu wa dini mbalimbali huhudhuria mazishi haya. Mwili wa papa huwa ndani ya jeneza la mierezi, mti mtakatifu, ambalo huwekwa ndani ya jeneza la bati, ambalo kisha huwekwa ndani ya jeneza la mti. Ndani ya jeneza huwekwa vitu mbalimbali mbali vinavyowakilisha utawala wa papa huyo pamoja na sarafu za kipindi chake cha utawala na maelezo mafupi ya maisha yake yaliyoandikwa kwenye pergamino, ikiwa na maana karatasi ya ngozi ya mnyama. Kwa kawaida papa huzikwa katika crypts, mapango chini ya basilika ya Mtakatifu Petro, sehemu muhimu ya kihistoria chini ya basilika ya Mtakatifu Petro sehemu muhimu ya kihistoria ambayo imekuwa makaburi ya mapapa tangu wakati wa Mtakatifu Petro mwenyewe. Walakini baadhi ya mapapa wamependelea kuagiza kuzikwa sehemu nyingine kama nchi zao za asili. Siku kumi baada ya kifo cha papa, conclave huanza rasmi. Huu ni mkutano wa siri wa makadinali wanaostahiki kumchagua papa mpya. Conclave hufanyika ndani ya Sistine chepo ndani ya Vatican, sehemu iliyotengwa na ulimwengu wa nje Makadrinali huwapa kiapo cha kufanyakazi kwa uaminifu na usiri wa hali ya juu. Wanafungiwa ndani ya eneo la chepo bila mawasiliano na ulimwengu wa nje. Conclave huendelea hadi papa mpya anapochaguliwa kwa kupata kura zisizopungua theruthi mbili za kura zote. Baada ya kila upigaji kura, karatasi za kura huchomwa, zikitoa moshi. Moshi mweusi unamaanisha hakuna papa ambaye amekwisha kuchaguliwa, wakati moshi mweupe unaashiria kuwa Papa mpya amekwisha kuchaguliwa. Mamilioni ya waumini duniani kote, katika kipindi hiki, husubiri kuona rangi ya moshi kutoka kwenye bomba la chepo. Mara tu Papa mpya anapochaguliwa na kukubali wadhifa huo, anatoa jina lake jipya la upapa, desturi inayorudi karne nyingi. Kisha kardinali anayeongoza wachaguzi, Dean of the College of the Cardinals, huenda kwenye balkoni ya Basilika ya Mtakatifu Petro na kutangaza kwa ulimwengu hebe mus papam, akimaanisha tunaye papa, akifuatiwa na jina la papa mpya. Na papa mpya huyu kisha hutokea kwenye balkon hiyo, akitoa baraka yake ya kwanza kwa umma, inayofahamika kama Urbi et Orbi, kwa jina la dunia akimaanisha hivyo. Hii huashiria mwanzo rasmi wa upapa mpya. Ndani ya siku chache zinazofuata, misa ya kuapishwa kwa upapa mpya hufanyika. Wakati wa sherehe hii, papa hupokea palium, shali la manyoya ya kondoo lililojaa ishara za kiteolojia, na ring of the fisherman, pete ya mvuvi, alama ya mamlaka yake. Sherehe hii huwa na wahudhuriaji wengi, ikijumuisha viongozi wa nchi na wakuu wa dini duniani kote. Ni sherehe yenye maana kubwa inayoashiria mwanzo wa sura mpya katika historia ya Kanisa Katoliki. Katika historia ya hivi karibuni, ulimwengu umeshuhudia mifano kadhaa ya mpito upapa. Papa Yohana Paulo wa Pili alifariki tarehe mbili Aprili mwaka 2005, baada ya upapa wa miaka 26, akihudumu katika miaka mingi katika historia. Hivi karibuni mamia ya maelfu ya wa waumini walikusanyika Roma kuomboleza kifo cha kiongozi huyu aliyependwa sana. Mazishi yake yalikuwa mojawapo ya mazishi makubwa zaidi katika historia, yakihudhuriwa na viongozi wengi na wa nchi na maelfu ya waumini. Kardinali Joseph Ratzinger alichaguliwa kuwa mrithi wake, akichukua jina la Papa Benedikto wa kumi na sita. Papa Benedikto wa kumi na sita alitoa tangazo lisilotarajiwa la kujiuzuru kwake mnamo Februari kumi na moja mwaka elfu mbili kumi na tatu kwa sababu za umri na afya. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa papa kujiuzuru kwa hiari yake tangu Papa Selestini wa tano mnamo mwaka elfu moja mia mbili tisini na nne. Kujiuzuru kwake kulianza mpito wa aina yake, kwani hakukuwa na mpito wa kawaida unaofuata kifo. Benedikto wa 16 alipewa cheo cha papa mstaafu na alichagua kuishi maisha ya ukimya katika monstel ndani ya Vatican. Konklave iliyofuata ilimchagua kadinali Jorge Mario Bergoglio, aliyechukua jina la Papa Francis. Ingawa maelezo mahususi ya sherehe yanaweza kubadilika kwa kila papa, misingi ya mchakato huu imebaki bila kubadilika kwa karne nyingi matambiko haya yana mizizi katika historia ndefu ya kanisa Katoliki na huonyesha msisitizo wake juu ya mwendelezo na mapokeo. Wakati huo huo, kila mpito wa upapa pia ni fursa ya mabadiliko na upya katika kanisa. Papa mpya huleta mtazamo wake binafsi, vipaumbele na mtindo wa uongozi ambao unaweza kuathiri sana mwelekeo wa kanisa Katoliki kwa miaka na hata miongo ijayo mpito wa upapa ni mchakato unaojumuisha mambo mengi ambao hujumuisha maswala ya kiteolojia, ya kihistoria na ya kiutendaji. Taratibu hizi zilizoundwa kwa makini kwa karne nyingi zinakusudiwa kuhakikisha mpito wa amani na wenye heshima wa mamlaka kutoka kwa Papa mmoja hadi mwingine, huku zikiheshimu utakatifu wa ofisi hii ya kale na inayotajwa kuwa muhimu kwa waumini wa Kikatoliki, kipindi hiki ni wakati wa tafakari, sala na imani kwamba Roho Mtakatifu anaendelea kuongoza Kanisa. Kwa wachunguzi wengine wa nje ni fursa ya kushuhudia maonyesho ya kipekee ya, kipeke, ya desturi za kidini, historia na diplomasia, ambayo huunganisha karne nyingi za historia ya mwanadamu. Hata katika ulimwengu wa kisasa wa mabadiliko ya haraka, matambiko haya yanaendelea kutukumbusha nguvu ya mila urithishaji wa madaraka kwa njia ya amani na umuhimu wa viongozi wa kiroho katika jamii yetu. <totiposilio>